Ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha EWURA CCC na shuhuda za wateja. Katika mwendelezo wa kipindi chetu leo, tutasikia shuhuda mbili kutoka kwa wakazi wa kijiji cha Kitwe kilichopo Bukoba Vijijini, mkoa wa Kagera. Mashuhuda hawa ni miongoni mwa wengi walioguswa moja kwa moja na kazi za EWURA CCC katika kutetea na kulinda maslahi ya watumiaji wa huduma za nishati na maji katika eneo hilo. EWURA CCC imewasaidia kutatua changamoto ya kupata umeme hafifu iliyowasibu kwa muda mrefu na kuathiri shughuli zao za kiuchumi na kijamii, jambo ambalo limeleta tabasamu kwao. Ndugu Laurenti Rukesa ni mmoja wa wanufaika hao wa EWURA CCC. Majina, naitwa Laurenti Rukesa natokea kijiji Kitwe, kata Karabagaine, Kitongoji B. Ee, nakumbuka mwaka elfu mbili na kumi na saba, tulikuwa na changamoto ya umeme katika kitongoji A na B hasa ee, ilikuwa kwamba umeme unaweza ukawa unawaka kwa jirani lakini kwako kwangu ulikuwa haupatikani kwa sababu. Kweli ilikuwa changamoto sehemu mbalimbali mbali, lakini sasa kulikuwa na mita ambazo za ukutani sasa zile zi, mita za ukutani inamaana kwamba umeme ulikuwa ukatiki, lakini sasa sisi ambao tuna mita ambazo ziko kwenye nguzo ulikuwa unakatika mara kwa mara, basi nikawa nimewapigia Tanesco. Tanesco nikamwambia kwamba huu umeme huwa unakatika kuanzia saa moja hadi saa sita za usiku ndio tunaanza kupata umeme. Basi Tanesco, Tanesco walifika kwanza, e, niliona wanabonyeza sufuri, sufuri nne, sasa ikawa inaonekana kwamba umeme wetu huko raw voltage, ina maana kwamba ulikuwa unaonyesha 130 badala ya 230. Basi tukaenda hivyo tukaenda hivyo kwamba watakuja kuna nini kushughulikia hilo swala lakini eh, hawajashughulikia. Ndio tukaungana na wanakijiji wenzangu wa kitongoji, tukaandika barua Tanesco. Tanesco hatukupata msaada kwanza, baadaye ndio tukaja kugundua kwamba kuna EWURA CCC. Nikiwa mwakilishi wa wananchi wenzangu, nilifika ofisi za EWURA CCC mkoani Kagera, wakatusaidia kujaza fomu ya malalamiko na kuwasilisha EWURA. Baadaye EWURA waliandaa kikao cha usuluhishi kati yetu na Tanesco, ambapo EWURA CCC ilishiriki kamilifu kutupatiza misaada. Baada ya majadiliano, tunashukuru, tuliweza kufikia mwafaka kwa Tanesco kukubali kutenga fungu kwa ajili ya maboresho makubwa ya kiwemo kuweka transformer mpya kuongeza waya kutoka njia mbili kwenda njia ya tatu. E, tunashukuru sana EWURA CCC, kwani pasipo wao tusipengepata ufumbuzi wa changamoto hii iliyodumu kwa muda mrefu, ambapo tulikuwa tunakosa huduma ya kuangalia TV, watoto kujisomea, halafu na ulinzi ulikuwa sio mzuri. Basi napenda kuwasasa wananchi wenzangu kuitumia EWURA CCC, kwani msaada mkubwa kwa watumiaji wa huduma za nishati na maji ikiwemo na umeme. Naye ndugu Aderaida Kemirembe Innocent anaeleza changamoto alizokutana nazo. Kwa jina naitwa Bi Aderaida Kemirembe Innocent, ni mwenyeji wa kijiji hiki cha Kito, kitongoji Kito B. E, mimi ni mjasiriamali ambaye nina biashara ndogo ndogo kama mnavyoona hapa kwenye grocery yangu hapa lakini biashara yangu hii kipindi fulani nilipata changamoto. Changamoto niliyokuwa nayo ni changamoto ya umeme ee. Kipindi kirefu cha mwaka kama elfu mbili na kumi na saba umeme ulikuwa unakuja wakati wa mchana kufikia sasa ile saa moja mpaka saa sita unakata, kwa hiyo nipelekea kunipa hasara kubwa sana. Na kuna kipindi fulani cha Christmas niliwekeza mtaji mkubwa sana mtaji wa zaidi ya milioni moja na zaidi, lakini hiyo siku niliuza shilingi elfu ishirini na saba. Ni kitu ambacho sitakisahau, niliumia sana. Wakati mwingine mchana kama mchana watu wanahitaji vinywaji baridi, sasa usiku huo vinywaji havijaweka kwenye friji vilikuwa tufanyi kazi. Wakati mwingine watu wanahitaji kuja kuangalia mpira jioni, wanakosa kupata burudani ya mpira, wapenzi wa mpira na mimi nilikuwa siwezi kuingiza chochote. Tunawashukuru EWURA CCC kwa kuweza kututetea. Sasa hivi hali ni nzuri, umeme upo wa kutosha kwa wakati wote. Kwa hiyo huduma zetu zinaendea vizuri, na wewe mtazamaji, waweza kufika kwenye ofisi za EWURA CCC au kamati zake zilizopo kote Tanzania Bara ili upate msaada na ushauri, au waweza kutembelea kurasa zetu katika mitandao ya kijamii kwa jina la EWURA CCC.